Tumeanza zoezi la kugawa mitungi kwa askari wa magereza, kwa maana ya maafisa na askari wa magereza. Magereza nchi nzima tumegawanyika kwa kanda, na sisi ni kanda ya kaskazini, ambayo hii kanda ya kaskazini mimi kama mwenyekiti wa bodi na mkurugenzi mkuu wa wakala wa nishati vijijini ndio, ndio, ndio tumeanza. Kwa hiyo ndio katika kanda ya kaskazini tumeanza na mkoa wa Tanga tumeanza na gereza katika gereza la Maweni ambapo e, e, mkuu wa magereza wa mkoa e, ACP Nandi e, pamoja na mkuu wa gereza sasa la Maweni ndio walikuwa wenyeji wetu, kwa maana ya mitungi ambayo inatakiwa kugawiwa katika mkoa wa Tanga ambao yapata mia ni, itakuwa ni mia sita na hamsini na tatu lakini katika gereza hili la Maweni ni mitungi 225 25. Na hii yote ni utekelezaji wa maelekezo ambayo mheshimiwa rais aliyatoa kwamba sehemu zote ambazo zina watu zaidi ya mia moja ziweze kuhama kutoka kwenye matumizi chafu ya nishati kwenda kwenye matumizi safi ya nishati ya kupikia na hii tumeingia makubaliano na jeshi la magereza, kwa maana ya wakala wa nishati vijijini mwaka jana, na utekelezaji umeanza. Na kwenye majeshi, kwenye magereza yote nchi nzima tayari tumeshapita, wameshabadilika, wameshaanza kutumia nishati safi. Kuanzia mwaka huu Januari hakuna gereza ambalo linatumia kuni, eh, linatumia nishati safi. Aidha, linatumia LPG, linatumia LNG kwa maana ya natural gas au liquefied petroleum gas, ama linatumia mkaa safi wa kupikia kwa maana ya briquettes, na sehemu zingine watawekewa, watakuwa wanatumia biogas.